Sidhani kama kuna mashabiki wa Yanga wako nyumbani, labda kama anaumwa. Hiyo timu iliyokimbia mashabiki ndio wako nyumbani, lakini Yanga mashabiki wa mashabiki wote tuko hapa. Mimi ni mwenyewe nimetoka moja kwa moja kutoka Arusha mpaka hapa. Hata kuna mtu hapa atashindwa kuja hapa hivyo ha? Wamejizuia wenyewe, hakuna aliyezuiliwa kuzuiliwa, kana kwamba wao wangekuja na kuja uwanjani. Mazoezi ni jana hawajafanya mazoezi juzi na siku zilizopita nyuma, yaani jana ndio imfanya yafungwe leo? Hapana, hizo ni hujuma. No, tu baba, nawaambia tu, huko walikochagua watesekee huko huko huko walikochagua ndio watesekee huko huko ka kwa, kwa namna moja ama nyingine, niseme tu wasiwe waoga, huo ni uoga. Wakikuja kwenye dimba, tuone mchezo utakapochezeka ndio. No, no, na shemeji So shemeji, ni mke wangu. Aa, ni mke wangu mimi, shemeji yako wewe, karibu sasa. Wewe utakuwa naye mpaka usiku saa moja na robo, sio saa moja na robo mpaka elfu mbili na ishirini na tano na ishirini na sita ishirini na saba na kuendelea. Huyu so. ni mke wangu mimi ndio. so, so, so, karibu so. <laughs> <Ya. laughs> Tena baba mke wetu. Eh, baba anaona aia imetoka TFF kwamba mechi imezuiliwa hmm, na watu walikmesha <tot> jada ameshafika watu wametoka sehemu mbalimbali <tot> <tuka tot> kutoka nchi mbalimbali. Vipi kwako wewe, umeona TFF walichokifanya ni sahihi au ni kwa sababu ya Simba au kwa sababu ya Yanga nyewe kuwazuia jana Simba kutoingia uwanjani kufanya mazoezi? hakuna mtu anayesoma siku ya mtihani, siku ya mtihani uwezi ingia ukashika daftari ukasoma na ukafaulu Mazoezi yangetakiwa yamefanyika mapema au, au, au kusoma kwa kumefanyika mapema. Mi ni mojawapo ya mhanga ambaye nimetoka Arusha moja kwa moja mpaka hapa kwa festiboni wa mama, umeelewa? Moja kwa moja mpaka hapa, lakini kilichotokea ni uongozi umefanya ambacho kimefanyika. Kwa hiyo sisi hatuwezi kulaumu, bodi nzima imeamua hiyo hivyo, si tunakubali, lakini wangejuta leo wa, wa, wa, wanabahati wanabati wameshtuka, wamekoswakoswa hii ni sijara, yani sijara ingefumuafumua st moja kwa moja. Kwa nini Yanga wafanye hichi kitu cha kuzuia Simba wasifanye mazoezi ambayo ilikuwa ni muda mchache tu. Tukiangalia hata upande wa pili hakuna mwenye uhakika, una uhakika we, wala mimi wewe uhakika, kama kuna mtu alizuiliwa. Kwa hiyo mitandao kazi yao ndio hivyo, hishi sio kuzuiliwa, hishi ni uoga. Nani amemzuia mtu? unataka eh, oh, usome anifali. ngoja unataka usome siku ya mtihani au ujiandae mapema ni sheria, ni sheria ipo hivyo kwamba siku moja kabla ya mechi unaingia uwanjani unafanya mazoezi. Sasa kama ni mtu amejiandaa mapema, ukizuiliwa pale kesho, yako unashindwa nini kucheza? Basi hii hapa taarifa. ina madhara gani kwa ligi yetu ya Tanzania kwa ujumla? Kwa kifupi tu, inakatisha watu moyo, na niseme tu kama mimi nimesema, nimetoka mbali, mimi nimetoka Arusha. Kuna shabiki mwingine ndo, ndo, ndo mwanzo tu ndo anaanza ushabiki wa timu kwa hiyo kwa, kwa namna moja ama nyingine niseme tu mimi nimetoka kutoka Arusha mpaka hapa, nimepoteza nauli, nimekuja uwanjani nimechukua tiketi, lakini upande wangu mimi hainiumi kwa sababu nimechangia timu. Kwa hiyo kwa, kwa namna moja ama nyingine niseme tu uh, TF, au, au bodi nzima ijaribu kuangalia tu namna au ni adhabu, mechi ingeachiwa ichezwe au adhabu itolewe baada ya kile kitendo cha kucheza mpira. Ndiyo. Ndiyo, neno moja kwa mashabiki wote wa wa A, neno moja tu ni kuwa na uvumilivu na kusikiliza viongozi wanasemaje. Hilo ndio neno kubwa tu. Ah, karibu tena asante ah,